Awali mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe Kuruthumu Sadiki amesema halmashauri yake imefanikiwa kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kadri walivyopewa fedha kutoka serikalini na kutumia mapato ya ndani hivyo, kuelekea mwisho wa mwaka wa fedha, halmashauri imefanikiwa kufikia malengo yake, jambo ambalo wanajipanga vyema kuelekea mwaka mpya wa fedha kwa ajili ya kuwatumikia wananchi kwenye shughuli za maendeleo. <tuhi> wanyengea watumishi kwamba lazima watenge kazi sawasawa na sheria na kamizi katika halimashauti na katika nchi yetu. Lakini tunawaambia tunawambia, baada ya kazi baada ya kazi za watumishi akuenda kujishughulisha na vitu vingine ambavyo tunaweza kuingilizia kipato, kama tulivyoonda watumishi walivyotusia kwamba lazima tuweze kustawi. Unafanya kazi kwa ajili ya nchi yetu, lakini kwa ajili yetu pia. Hata hivyo baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki zoezi hilo wakiwemo shehe wa mkoa wa Njombe, Shehe Msigwa na Askofu Mlokozi wa kanisa la Shilo International wamesema halmashauri imefanya jambo jema ambalo linatakiwa kwa mfano kwa wengine, kwani kila jambo likitangulizwa na Mwenyezi Mungu huwa na mafanikio mazuri. Unapombua umefanya kitu kinawafanikiwa, basi utakuwa mshukuru, na Mungu anasema uki, eh, ukinishukuru nitakupa zaidi. Ndiyo, lakini pia ni muda wa kutengeneza nyoo zetu, upendane, kushirikiana katika kazi yoyote ile, hasa katika majukumu makubwa kama haya tunategemea yeah, ili tuwe yeah, successful tunaitegemea, tunahitaji ushirika mm -hmm. Tulichoshiriki ni kitu kizuri, hususani kwa ajili ya kuweka maombi mbele kwa kila jambo, ni jambo la muhimu. wa Israeli walipodondoka katika uovu na walipoona njia haiendi vile inavyostahili waliweza kumwambia Musa, imetufaa kuweza kuomba Mungu. Kwa hiyo swala la kumwomba Mungu kwa ajili ya mkoa wetu na kwa ajili ya nchi yetu ni jambo la baraka pia na la neema, na kila ambacho naweza nikasema, tuna uchaguzi huko mbele yetu, lakini pia yapo mambo ambayo yanaendelea ambayo tunastahili kuyaweza kuweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika hatua nyingine kituo hiki kimezungumza na baadhi ya wa ya, manzuri, kazini, na ya, ya dua, watumishi, si watumishi wa halmashauri ya mji wa Njombe ambao wamesema jambo ambalo limefanyika katika halmashauri hiyo linaenda kuwa chachu ya mahusiano mazuri kazini na kwamba kuna haja ya kuwa na siku maalumu kwa ajili ya dua inayohusisha watumishi jambo ambalo litakuwa na tija kwa halmashauri yao. Sisi kama watumishi wa halmashauri ya mji wa Njombe una matamanio makubwa juu ya imani ya kidini, tukiamini ya kwamba sisi kama watumishi tunashiriki katika idara tofauti tofauti, na kila mmoja wetu ana roho yake tofauti tofauti. Tumefundishwa kwamba Mungu atufanye tuwe na roho za nyama na sio roho za jiwe, kwa hiyo Mungu anaenda kutubadilisha katika utendaji wetu wa kazi. Katika ushirikiano, tunajua tunategemeana idara na idara, mfanyakazi mmoja na mfanya kazi mwingine. Ni vema tuwe na siku maalum ya dua ama sala kwa ajili ya kuendelea kuombea halmashauri iendelee kudumisha upendo, amani, mshikamano, lakini usalama, lakini na ustawi wa halmashauri kwa ujumla wake. Tunapozungumzia ustawi, inahusisha watumishi e, kujiimarisha katika masuala ya kiuchumi, lakini pia watumishi kuwa na afya njema. Tunajua afya njema ni mtaji.